Asante. Kwa majina naitwa Isa Bernard Makata, ndio mtaa wetu, ni mwenyekiti wa mtaa wa Mabibo Farasi. Karibuni sana mtaa wetu wa Mabibo Farasi. Hapa tuko na zoezi la upandaji wa miti ambao mm, mm, mm, mm, mm, mm, mradi tumepata kutoka TASAF kwa ajili ya kuboresha mazingira yetu ya mtaa wetu wa Mabibo Farasi, eneo la shule ya msingi Jeshini. E, tunashukuru TASAF kwa kutuletea hii miti na pia tunashukuru wenzetu jumuiya ya wazazi wamekuja ku, ku, kuungana na sisi katika kupanda miti hii eneo hili la shule yetu ya Jeshini e, kwa, kwa ajili ya kwa hawa ndugu zetu wa jumuiya ya wazazi kata ya Mabibo wameungana na sisi viongozi wa mtaa wa Mabibo Farasi ikiwa ni siku yao pia ya kuadhimisha siku ya wazazi, wiki ya wazazi. Kwa hiyo ameungana na sisi katika zoezi hili la kupanda miti hii. Tunaomba miti hii Mwenyezi Mungu aijalie ikuwe salama. Pia nikukaribishe kidogo mwenyekiti wa wazazi, kama una neno kidogo la kuzungumza uzungumze moja, mbili, tatu. Karibu sana mwenyekiti. Asante sana ndugu mwenyekiti wangu wa serikali ya mtaa Mabibo Farasi, mtaa ambao mimi pia natokea huko. Leo ni siku ya wiki ya wazazi katika kata yetu ya Mabibo. Sisi jumuiya ya wazazi tumeweza kuungana na kamati za utekelezaji ya kata pamoja na za matawi, lakini pia tumeongozana na kamati ya siasa ya kata, ni na madhumuni ni kuadhimisha kilele cha wiki ya wazazi kwa kupanda miti katika shule yetu kongwe hii ya Jeshini baada ya kupata mwaliko kutoka kwa viongozi wetu wa serikali ya mtaa. Kwa hiyo tunaweza kutoa shukrani kubwa kwa ushirikiano huu mzuri kati ya serikali, chama pamoja na jamii nzima katika kutushirikisha zoezi hili la kupanda miti katika shule hii. Naomba niwapongeze viongozi wenzangu pamoja na kamati ya mtaa kwa kukiona chama cha mapinduzi kuwa ndio chama bora cha kushirikiana nacho katika kila jambo. CCM oye! Uchungu wa mwana! Asanteni sana. Basi tunashukuru mwenyekiti wa wazazi kata ya Mabibo na sisi tuko hapa katika kuliunga kuunga mkono juhudi za, za, za, za rais wetu mpendwa kabisa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuiletea maendeleo nchi yetu ya Tanzania na kata yetu ya Mabibo. Tunamshukuru sana rais Rais wetu mpendwa kabisa Dr. Samia Suluhu Hassan na tunasema Rais Samia mitano tena. Rais Samia mitano tena. Amefanya mengi sana katika mtaa wetu wa Mabibo Farasi. Na Mabibo Farasi ni mtaa ambao umebeba mambo mengi yanayohusu kata yetu ya Mabibo, tukiangalia shule ya sekondari ya Mabibo ya, ya Mabibo ipo ndani ya mtaa wa Mabibo Farasi. Zahanati pia pia pia ya Mabibo iko mtaa wetu wa Mabibo Farasi na yamefanyika mengi katika zahanati yetu. Yamefanyika mengi katika shule yetu ya iko mtaa ya, ya, ya Mabibo Farasi na yamefanyika mengi pia shule zetu ya Umoja na Jeshini pia yamefanyika mengi katika shughuli za kimaendeleo za kuhakikisha elimu inapatikanika kwa ubora wa hali ya juu. Asante sana Dr. Samia. Samia mitano tena. Leo ni kama tulivyoelezwa, ni siku ya upandaji miti, ambapo jumuiya ya wazazi imeungana na sisi mtaa wa Farasi kwa ajili ya upandaji miti. Wito wangu tu ni kwamba tutakikisha miti hii inalindwa na inakua hasa wakati huu wa msimu wa mvua. Lakini pamoja na hayo, katika hii miaka mitano ya mheshimiwa Dr. Samia Suluhu, kafanya mengi kama ilivyoelezwa hapa, uboreshaji wa elimu, shule ya sekondari, uboreshaji wa afya, zahanati yetu ya Mabibo, uboreshaji wa, wa, wa barabara zetu zimefanywa ukarabati. Hayo ndio mambo ambayo mheshimiwa rais ametekeleza ndani ya mtaa wetu. Asanteni. Mimi mwenyekiti wa mtaa Mabibo Farasi, kata ya Mabibo, naungana na mkono na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha tunasimamia maendeleo ya mtaa wetu wa Mabibo Farasi. Nikiwa, mimi ni mwenyekiti nimesimama hapa badala ya Dr. Samia Suluhu Hassan, ndio namwakilisha katika mtaa wangu na, na namwakilisha kuhakikisha mtaa wangu unakuwa na ulinzi na usalama, watu wangu wanakuwa na amani, wanakuwa na upendo, wanakuwa na maendeleo, tunahamasisha shughuli za kimaendeleo, hasa kuhakikisha tunafuatilia e, mikopo aliyotoa rais wetu mpendwa kabisa Dkt. Samia Suluhu Hassan ya asilimia kumi ya halmashauri kuwasaidia wananchi wetu kuweza kuipata kwa utaratibu uliopangwa na halmashauri, ili kuweza na kuwahamasisha na kuwashauri namna nzuri ya kuweza kuendesha shughuli zao za kiuchumi kwa ajili ya kukuza kipato chao ili kwa, kwa, kwa, kwa, kwa sababu ndiyo dhamira ya, ya rais wetu Dr Samia Suluhu Hassan kuhakikisha analeta maendeleo kwa Watanzania wote, na hii mikopo aliyeweka ameweka kwa, kwa lengo maalum ya kuwainua kiuchumi akina mama, vijana e, na watu wasiojiweza wenye mahitaji maalumu. Hii ni kwa ajili ya upendo wake wa rais wetu mpendwa kabisa Dr Samia Sulu Hasan kwa wananchi wake kuhakikisha anatuletea maendeleo. Kwa hiyo, ndugu wa Tanzania na ndugu we, wana, wananchi wa mtaa wetu wa Mabibo Farasi, nakuombeni sana tuunge mkono juhudi za, za rais wetu mpendwa Dr Samia Sulu Hasan e, kuhakikisha ifikapo e, kipindi cha uchaguzi tumpe miaka mitano tena aweze kutuletea maendeleo bora zaidi. Tunaangalia kila kitu kiko vizuri, kila kitu jamani, kiko vizuri ndani ya, ya, ya mtaa wetu, ndani ya nchi yetu, kuna amani, na amani hii inapatikanika kutokana na rais wetu kuendesha nchi vizuri, chini ya chama chetu kitukufu, Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo, ndugu wananchi, na ndugu wa Tanzania na ndugu eh, wananchi wangu wa mtaa wa Mabibo Farasi, na kuombeni sana. E, tuendelee kudumisha amani kwa kumuunga mkono rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Rais Samia mitano tena. Asante kwa majina, naitwa Ahmad Maita, ni katibu wa jumuiya ya wazazi tawi la Upogoroni, ambalo tawi hili lipo katika mtaa wetu wa Mabibo Farasi. Katika kuadhimisha wiki ya wazazi, tumejumuika na ndugu zetu wa serikali ya mtaa katika maadhimisho haya, juu ya zoezi zima la upandaji wa miti. Kwa hiyo sisi kama jumuiya tukiwa tunahusiana pia na mambo ya malezi, mazingira pamoja na elimu, tumeona ni jambo jema kuungana nao katika upandaji wa miti ili kuweka mazingira mazuri katika mtaa wetu wa Mabibo Farasi na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa mwaliko huu kutoka kwa serikali ya mtaa wa Mabibo Farasi. Tumefurahi sana kushirikiana pamoja nao, na leo tumefanikiwa kupanda miti takribani mia tatu. Na mimi kama katibu wa jumuiya ya wazazi tawi la Upogoroni nitahakikisha tunailinda miti hii inakuwa vizuri kwa ustadi ili kupendezesha mazingira yetu ya shule yetu ya Mabibo Jeshini, watoto wetu wadogo zetu waweze kusoma katika mazingira mazuri, na katika kutunza mazingira pia. Kwa hiyo nashukuru sana kwa mwaliko huu, tutaendelea kushirikiana. Asante sana.